Eh bwana, this time nazungumza na miongoni mwa watu ambao watu wanasema bila ya King siwezi kuitazama tamthi, tamthilia ya Love Me Again, moja kati ya watu ambao wana vijiji vyao eh. Kuna watu ambao wanasema da huyu mwamba kaua, yaani ni songee mengi. Wacha nizungumze naye atuambie vile ambavyo yeye yeah, ameweza kushiriki kunako kazi hii lakini kama kuna vitu ambavyo ungetamani uvifahamu zaidi kwa hakika na kuenda kuvifahamu. Zinakwaje? Shwari kama kaa. Mambo yanaenda. Unyama kabisa. Mbona kama mkavu mkavu hivi? Wakati kuna muda unakuwa na legezaga. Ah, hamna. Sio kila muda unaweza ukawa online line, si unajua sio wanaume. Eh, lazima kidogo kaze. Ngangari. Naomba niongee dakika 10 tu zisizozidi. Kwanza, siri yako pendwa ni ipi kati ya zote ambazo umeshiriki kuna Love Me Again? Ah, siri yangu pendwa kabisa ni ile siri ambayo mwanadada Sandra alikuwa ananikataa. Ile ndo siri yangu pendwa sana, kidogo usikitike, kidogo na nah, nah, bahati mbaya wewe <laughs> mwandishi anapita na mimi, atapendwa na nani? Najiuliza hasa na nah. Mwandishi mwenyewe anipa mademu wakali, alafu ananiachisha ani, yani wote wanakuwa wanitaki, kwa najisikia kuna muda kaanina kagundu fulani hivi yani, hata atanipenda nani? au rangi au nywele tu? Nyoe nywele? Hapana, nywele tu wezi tukajua Sandra, na nakwambia bwana, unataka uwe na mimi, nyoa nywele. Mtoto mkali hapo sasa, nitaangalia <laughs> ha, hapo nitaangalia eh, ila kwa Sandra pale, kwa sababu nipo tayari eh, nitanyoa kila upande, ila akiniruhusu, ni nywele baki kidogo hivi pembeni, niziacha hapo, nitakubali. wewe ni shabiki wa kile ambacho nakiigiza ya? yeah, lakini sio sana kwa sababu mimi waga nikiangaliaga, sipendi kwanza. Sipendi kujiangalia nikiwa na shoot, hata nikiwa kazi ambayo nimeifanya, sipendi kujiangalia. Waga najiangalia pale ambapo labda kuna episode nimeshuti, nahisi kama nimeperform chini ya kiwango, ndio huwa napenda kujiangalia ili ni, ni niangalie namna gani ya kuweza kuboresha zaidi, ila sio mara zote huwa naangalia. Lakini vyote ambavyo umevigiza unafurahishwa navyo? Uh, mimi sina uhakika sana kwa sababu mimi nafanya ili mradi pale uwezo wangu ulipo kuwepo. Ya, kwa haimaanishi kwamba nafanya mimi niridhishwe. Najaribu kumshawishi ule ambaye ananitazama aishi katika uhalisia. Mimi siigizi. Kwa sababu ukiishi kwenye maisha ya kuigiza ina maana unamfanya mtazamaji asiishi katika kile ambacho nyewe mnakifanya. Mtazamaji atakiwa aishi, aamini katika kile ambacho tunakifanya, sio aamini kwamba hili ni igizo. Hiyo ndo hatua ya msanii kiwango kikubwa. Yani ukiwa na kiu kubwa ya kufanya sana, lazima ufikie level hiyo yeah. Kwenye maisha ya uhalisia unaweza ku, ku, kulea mimba ambayo si ya kwako hujaweka wewe mm, ya yeah, inawezekana. Mimi naamini inawezekana, kwa sababu hata sisi baadhi ya wazazi wetu wamefanya hivyo sisi nani. Kwa hiyo tunafundisha, lakini pia katika uhalisia, maisha ya kawaida inawezekana, na pia unalea ya yeah. Huwa inatokea Kwenye karakta zote ambazo umeshirika kwenye Love Me Again, kuna sehemu yote ambayo unasema e, e, mwandishi amenitafutia neno mm, ya yeah, king'ang'anizi. Yaani mwandishi amenipa engo ya, ya ung'ang'aniaji mm, naonekana mng'ang'anizi, lakini ni, ni engo nzuri, sio engo mbaya kwa msanii msanii, uh, ili uwependwa lazima ukae katika engo kuu mbili, eza ukiwa upande wa sterling au ukiwa upande wa adui. Hizo ndio engo ambazo zinafuatiliwa kwenye picha yoyote duniani. Kuna upande yani, kuna pande mbili tu, ni adui au sterling. Basi, kwa hiyo yu... hapa kuna Suzi, hapa kuna Sandra, hapa kuna Tina, yupi ambaye una mapenzi naye? Ah, kwa sasa hivi Sandra. Ah, Sandra, ayupo amebaki wawili hawa, Sandra hayupo. <laughs> Ah, kwa kuwa mmoja alinikataa, bora nibaki na huyu Tina, at least kwa sababu anaonekana na mapenzi ya dhati. Kitu ambacho mimi nilijiuliza mwanangu meenda kwa Sandra umepigwa za uso. Suzi ndo akuelewe hata kidogo. Hatina hana mtu shida nini? Yeah, lakini sasa si unajua tatizo moyo. Wewe unaweza ukasema demu huyo ananipenda sana, lakini wewe umuelewi. Hisia ya mapenzi ni hisia. Yeah, kwa kama mtu una hisia naye uwezi ukadate naye. Ipo hivyo sikuzi, ni kwenye maisha ya kawaida za sambali na kazi, kuna mtu, ushawahi kuingia kwenye mahusiano na mtu ambaye huna hisia naye? ya yeah, inatokea kuna ha, mawili mimi, so hapana, ah, mimi, hey. Ah, mimi, mimi sijawahi kuingia na demu kwenye mahusiano ambaye sina hisia naye. Ushawahi kungangania mtu? Mm, yeah, nishawahi lakini muda, ni muda. Nilikuwa ni mwaka gani? Ni muda sana. Umeona lipigo ambayo nakutana nalo kwenye love me again? Kuna muda anasema ni kama mwandishi aliishi kwenye story yangu mimi. Nishawahi kukataliwa direct na mwanamke Sikutaki. Yani tulikuwa wawili kama vile huyu alivyokuwa ana ana ana anampenda John kama pale vile ninavyo ninavyotaka kumvisha pete kanidhihirisha kwa anampenda John. Yeah, mimi nishakutana hilo tukio lakini ni kipindi ni maisha baada ya kumaliza shule. Ni muda sana. Lakini live nishakutana hilo tukio. Kwa hiyo niliishi katika uhalisia, ndio maana ile seni kwangu nasema ni seni hot na ni seni pendwa kwangu, kwa sababu ni maisha yangu ya uhalisia ilishawahi kunikuta. Yeah. La, wanangu umeteseka. Tuamini mimi utaendelea kuteseka, wewe itaisha. Ah, mwisho wa siku lazima maumivu yaisha. ya mwanzo mzuri sio zote. Kuna saa nyingine inawezekana kuna mawili, kuna mwanzo mzuri unaishia pabaya, ila kuna mwanzo mzuri unaishia pazuri. Kwa hiyo naweza nikaanza na ugumu, lakini mwisho wa siku nikaja nikapata nika furaha ya kudumu, kwa sababu uezijua mwandishi ana, ana target gani kwenye engo yake uchoraji. Kunaweza kushanganika huko wajombo, au wote wakaanza tena kuning'ang'ania. <laughs> <laughs> Yote inawezekana. Nifahamu siku ambayo Suze nafanyiwa engagement. <laughs> <laughs> Uliingia kama sterling. Ah, kwanza, binafsi ni enjoy ile scene yani. <laughs> <laughs> Kwanza nyimbo ilipokuwa na imba na hisi scene, mara yangu ya kwanza kusikia ile nyimbo yeah. ilianza pale, nyimbo? Yeah, ilianza pale. <laughs> Ehe, nyimbo inapigwa kwanza chikindi Baadae nasikia maneno. Mbona kama Kiswahili afu mwanangu kaingia kama kama misuni fulani hivi. Hivi mlifanya mazoezi ma kwa muda gani pale? Ah, ile tulifanya mazoezi kwa muda mrefu almost kama wiki mbili kabla. Si ni ile ile tu moja? Si ni ile moja kwa sababu ilikuwa ni sini ambayo, uh, tajiri alisema ah, uh, alisema tu iperform kwa kwa uhalisia isije kaonekana kama si sini ambayo tuli yani tumefanya fanya. Mm. Tusijaribu tufanye. Kwa hiyo alitamani ifanyike kwa ukubwa na ndio maana maandalizi aliandalika mapema sana. Nitoka ilivyochorwa, tuka tunakuja tunafanya mazoezi. Mm. Na shot sisi nyingine lakini tunafanya mazoezi. Mm. Ya, tajiri ni mtu ambaye anapenda kazi nzuri. Mm. <laughs> Wakati mimi nilipokuuliza sini yako bora ni ipi, wewe unaambia ile sana na kukataa. Mimi yangu sini bora ni hii. Pale ulipoingia pale kama hivi ulijikuta nani mwenyewe? Pale nilikuwa kama sasa nani yule, ni Sharukani yule, Sharukani. Eh, alishaingiaga kama vile demo anaolewa alafu yeye anaingia anaimba pale. Unajua, kwanza nipige mavazi ya Kihindi, ah pale <laughs> <laughs> hapo, kama nimeshika maiki hivi, yaani kama show fulani ambayo imeandaliwa hivi, ah kwamba ingeboreshwa zaidi ya yeah. Yeah, ni kweli lakini muda muda, hmm. muda, lakini ikipatikana nzuri zaidi, kitu kizuri zaidi kitafanyika hmm. Yeah. Sawa, natamani nipate view zako, kutokuwepo kwa yule John wa kwanza mm. ehe, kuja huyu wa pili, kwa hiyo kuna namna fulani imekupunguzia hivi, kama mamba kama sijamzoea yule, alikuwa mwanangu sana, vitu kama hivyo. Yeah, kiuhalisia ipo hivyo, lakini kimaisha sasa ya filamu mm. Ni kawaida, utakiwa kutoka kwenye mood kwa sababu umebadilishiwa karakta mm. yaani hutakiwi kuhama kwa sababu eti huyu alikuwa ni Joni fulani nimeletwa Joni mpya. No, mimi naishi kwenye uhalisia wangu, sababu ule ni ulimwengu. Mimi nikiwa pale yule ni Mzidore, ni King unayemwona pale, sio Abedi. Yani apart from Abedi tofauti kabisa hiyo kitu. Mtu anaweza kusikia Abedi akashangaa, jina halisi nani? Abedi Shaban Bakari. Abedi Shaban Bakari. Hii King na Mzidore imekwaje? King Mzidore, uh, ni jina langu la sanaa uh, jina langu la sanaa Mzidore, Mzidore. Mzidole hili jina ambalo nilipewa na Kakoso, lakini ni, ni jina ambalo nililifuatilia, pia najaribu kuli google kuangalia maana yake, sio, sio halina maana mbaya. Maana nini? lina maana kubwa zaidi kwa sababu ni mtu mwenye nguvu mwenye kujiamini na kuthamini kile ambacho anacho, ndio maana halisi ya Mzidole. Kwa hiyo ni, nilipenda na nilipokea na nikalifanya kwa la kwangu nikaliishi katika uhalisia nilivyokuja tena kwenye maisha mengine nikaongezewa, nika nikapewa jina King kwa nalo nikalipokea. Kwa hiyo kiliunganisha na unapata King Mzidole at least limekuwa jina kubwa. Yeah. Dua zako ni zipi kwa Joni sasa, mwanao ambayo mwanzoni alikuwa naye kuanzia episodi ya kwanza mpaka muda huu yupo? Uh, dua zangu mimi natamani a recover kwa haraka arudi kwenye place yake, lakini asivunjike moyo kwa sababu tu kuona mtu mwingine amesimama pale Pindi atakapokaa sawa atarudi katika nafasi yake. Kwa hiyo ni mambo ya kikazi, changamoto zipo tu. Magonjwa ni hali ya kawaida. Asijisikie vibaya. Akaona kama tumemtenga kwa sababu mara nyingi tunamjulia hali. Tuna tunapiga naye story. Ni mtu ambaye tunaenda kumuona mara kwa mara. Mpaka pale kikasa na imani atarudi kwenye sehemu yake. Mashabiki waamini vipi sasa akile akitengemaa atarudi? Yeah, obvious. Iko wazi. Lazima arudi kwa sababu yeye ndo alianzisha hili jambo na ndo atalimaliza lakini ikiwezekana kama ina, kuna mawili sasa, kama atarecover before kazi haijaisha au ataweza akapona afu kazi ika imeisha. Tupo 67 sasa hivi. inaisha lini hm? Sasa ni mawazo. sabini ngapi? Sasa, sasa nima, ni mawazo eh, ya mwandishi anaweza akaamua. Sisi tunaweza tukawaza labda movie naweza ikaisha mia Mwandishi akasema nenda mpaka mia mbili. Wewe. Eh, tuna shoot si kama kilikuto. Ile comment moja inasema hawa bongo bwana, yani wamemtoa, wamemtoa, wamemtoa shombe shombe, wamemleta mtu anayejichubua. Wewe uliona hii? Ah, sasa huwezi kumzuia shabiki ku comment. Shabiki ana comment kile ambacho anajisikia. Mm, kwa hiyo huwezi kuvunjika mwa kusema kwamba anajichubua, ajichubui sasa ndo rangi yake. Eh, yule shombe shombe ndo mtu wa Zanzibar sasa ndo kazaliwa hivyo mpemba, lakini unaweza kukuta sio mpemba ni mlangi Monoko ni kawaida, shabiki anaandika kile ambacho anajisikia. Kama mimi kule sengine tukanwa matusi mazuri tu safi kabisa, katika maisha ya uhalisia eh. mimi nao kabisa, unanionea, tumalizie so, zungumza kitu basi kwa watu ambao wanapenda sanaa nzima ya King na watu ambao wanafuatilia hasa hii tamthilia ya Love Me Again. Mimi na kuwashauri uh, labda upande wa wasanii si ndio? au kwa mashabiki, mashabiki Mashabiki wanajifunza vingi sana, wanajifunza vingi kwa sababu ni story ambayo inagusa maisha ya uhalisia, ni maisha halisi ambayo yanatokea katika familia tofauti tofauti, hiyo ipo. Kwa hiyo story inaishi na funzo kubwa, wasiacha kufuatilia. Watajifunza vingi. Kwa sababu tumekuja ku, ku, kuonyesha kile ambacho Mwenyezi Mungu alikuwa ametujalia katika mawazo yetu na katika utendaji wetu, tunawasilisha kile ambacho tunahisi tuna, wao watakielewa zaidi ko naimani wanajifunza vingi katika hii tamthilia. La mwisho, japo dogo, watu wa hii, haijawahi kutokea kuwa kuwa kuwa na producer mwanamke ambaye anafanya vizuri. Ninyi ni miongoni mwa watu wa mwanzoni mwanzoni sana, tusemeje hapa ama nini ambacho unakigundua, umekiona? Mm, producer, ma producer wanawake okay. Wapo lakini, kwa wachanga wachanga useme, kwa sababu Lamata ni mwanamke kizazi hiki. Amini Bwana Lamata, wapi rafiki yangu! Yaani baba wenzako kizazi hiki na klamu kuja hapa. <laughs> Ah, walikuepo sema, wanafanya lakini anayefanya zaidi hajaje kufikia kama hivi, hajaje kufikia kama hivi. Ni hakuna ni huyu, sijui kama kuna mwingine, japo kulikuwa kuna Kimu lakini Kimu hakuwahi kufikia level kama ambao amefikia tajiri sana kwa hiyo wasichoke, nawapambana kila kitu. Ukiweka jitihada, ukimwomba Mungu, ukifanya, ukiwa na wewe, unaingia katika kile ambacho unakifanya kazi, ukiipenda, na yeye nakupenda siku zote, ipo hivyo. Bwana, mimi nashukuru sana kutemea, asante sana, shukrani.